Na nchi ya juu zaidi ambayo iko mbali zaidi kwenye SADEC, kwa maana Tanzania ndio iko mbali zaidi, na wengine wote ndio walioko kuchini ndo, ndo unawakuta hapo nchi kama Congo ambayo imeingia tu hivi karibuni. Uh, lakini wengine wengi ni wa nchi za kusini kabisa, ukimchukua na Msumbiji, Malawi, Zambia ambao ni majirani zetu na kwenda mpaka mwisho huko Afrika Kusini. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa uhusiano wa nchi hizi mbili ni mkubwa sana kwa maana ya uhusiano wa kisiasa zaidi, kwa sababu umebadilika hata nakuwa ni kama uhusiano wa kindugu mm. kwa sababu ya asili ya uhusiano wenyewe. Tanzania ilijitoa tangu mwanzoni mwa miaka ya sitini wakati imepata uhuru na marehemu baba wa taifa alitia mashinikizo makubwa kuifanya nchi yetu kuwa sehemu ya kitovu cha kusaidia wale wa Afrika wenzetu ambao wapo kwenye nyakati ngumu mm. za kupambania uhuru na maisha mazuri katika maeneo yao. Kwa mfano, nchi kama Afrika Kusini ilikuwa huru lakini wakikandamizwa sana watu weusi. Kwa hiyo katika nyakati hizo Afrika Kusini, Msumbiji, um, Namibia na nchi nyingine, Zimbabwe, mm. Hizi ni nchi ambazo Tanzania ilikuwa kinara, kwa pamoja sana sana ni Tanzania na Zambia ambazo zilipata uhuru kwa kufuatana, japo kwa muda kidogo. Tanzania ilipata 61, Zambia ilipata 64, na lakini hizi ndio zilikuwa vinara wa kusaidia harakati za mapambano, kusaidia nchi hizo ambazo nimezitaja, ambazo zilisaidiwa sana pale zilipo mustakabali wao, wanashukuru Mungu sana kuona kuna kitu kuna nchi yetu Tanzania. Hali nzima ya kimaisha ya shughuli za kibiashara, uchumi na mambo mengine zilizoko eh, Namibia na zilizoko Tanzania hazijatoa fursa sana ya kuweka ya u mwingiliano wa karibu wa masuala ya kibiashara. Kwa hiyo huwezi kuona hiyo biashara ikikua kwa kasi namna hiyo, ni sawasawa tu kama Tanzania na Boswana, mm. Tanzania na nchi kama labda tuseme Misri na wapi hivi. Kwa hiyo ushirikiano sana sana utiwe nguvu na huu na, na karibu unaoendelea kujengwa sasa unaweza ukasaidia kwa maana, unaweza kuwa na ushirikiano unaouona zaidi, hauwezi kuwa tu wa biashara peke yake lakini zaidi kwenye masuala mengine ya kijamii na kama hivyo. Uh, Rais Samia jana amemwambia wamekubaliana chuo kikuu cha, cha, cha, cha cha Namibia, chuo kimojawapo cha, cha Namibia kikuhuria cha Tanzania mm. Ili kuendesha programu ya, ya lugha ya Kiswahili kwa sababu Kiswahili ni biashara, kwa hiyo inaweza ikabidhaishwa ikafanywa kuwa sehemu hiyo. Lakini licha ya hivyo, kuna madini ya urani ambayo ameasema uh, Rais uh, Netumbo Uh, kwamba Tanzania na, na, na Namibia zote zina urani ambayo pamoja na kwamba ina masharti magumu sana mm. kulingana na mazingira ya maisha ya, ya, ya, ya, ya masharti ya kidunia yalivyo, lakini inaweza kusaidia kutengeneza nishati, nchi zikaondoka kwenye, kwenye, kwenye mzunguko mgumu wa mambo ya nishati. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine yote uh, nchi hizi ushirikiano mkubwa zaidi unaweza ukabaki kuwa ule wa kindugu sana na ukasaidia fursa mbalimbali kama hivyo, mtu anaweza kwenda Namibia, hakuna visa mm. akaja Tanzania kwenye fursa mbalimbali za elimu, mambo kama haya, hata utangazaji na vitu vingine, kama kuna ingia Kiswahili kinashika kina shika kasi pale, maana yake unaweza kuwa na radio zikafunguliwa Afrika Kusini, radio zinazungumza lugha ya Kiswahili kabisa mm. na moja wapo ni ni, ni, ni mwenzetu anafanya kazi tu au tunazungumza naye mara kadhaa hapa, mchambuzi mm. wetu na, nafikiri ni vitu vinawezekana sana. kikuvua gamba la uchambuzi na kurejesha kwenye gamba la siasa, sio historia mm. kwa naifahamu siifahamu. Namibia, Tanzania sasa hivi tuna miradi mikubwa ya kimkakati, miradi ya SGR, uboreshaji uh, wa viwanja vya ndege. kwa Namibia yenyewe ipo katika sura gani katika miradi mikubwa hii ya maendeleo ambayo naweza ukasema kwamba hii ni chachu kati ya Tanzania na, na Namibia? ni mataifa mawili ambayo yamejiimarisha uchumi wao. Kuna miradi ambayo Tanzania imeifanya ime imeshtua sana baadhi ya nchi nyingi barani Afrika, ambayo ina, inaweza kusaidia wengine kuja kujifunza. Kwa mfano mradi huu wa ujenzi wa barabara za mwendo kasi mm. kwenye miji mikubwa, kwa sasa ni Dar es Salam, lakini kuna mipango ya, ya, ya, ya baadaye kwamba kwenye miji mingine mikubwa ambayo ina msongamano mkubwa wa watu, Mwanza, Arusha, Dodoma, inaweza ikapelekwa huko. Huu ni mradi ambao maeneo mengi barani Afrika hakuna, ni miji michache ambayo ina miradi ya namna hiyo. Kwa hiyo bado wanaweza kujifunza jambo kama hili uh, japo Namibia kuna maendeleo makubwa. Namibia unajua imekaliwa sana na, na, na, na makaburu mm. kwa kiasi kikubwa mpaka ipa mwaka tisini mwezi Machi ambapo uh, mojawapo ya, ya mambo makubwa alifanywa na Tanzania ni kuwasaidia kwenye harakati, wakati wa mapambano ya kudai uhuru wao walipopata uhuru mwaka tisini. Kwa hiyo hii ya SGR pia ni, ni moja kati ya miradi mikubwa. Namibia, ni, ni, ni nchi iko iko nchi kubwa sana, sio kwamba ni nchi ndogo ndogo, ni nchi kubwa japokuwa kuna sehemu kubwa ya jangwa pia. Uh, ni wana, wana, wana, nchi ambayo imeendelea endelea, lakini kwa kiasi bado wana vitu vya kujifunza, na sisi pia tuna vitu vya kujifunza kupita kutoka kwao. Kwa hiyo bado mimi nabaki kwenye kusema ushirikiano huu uendelezwe kupitia kinamama hawa wawili mm. Rais Netumbo na, na, na Samia wakiendelea kuongeza nguvu. Hujue hii ni mara ya pili sasa kuingia makubaliano ya makubwa. Mwaka elfu mbili ishirini na tatu kulikuwa na makubaliano na rais ambaye amefariki dunia uh, Hage Gengo ambaye alifariki mwaka elfu mbili na nne elfu mbili ishirini na nne Uh, kulikuwa na makubaliano ya namna hii mengine ya ushirikiano wa kiuchumi na mambo kama haya. Kwa hiyo bado kukiongezwa kasi ya vitu vya namna hii inaweza ikasaidia kuongeza nguvu ya ushirikiano, ukabadilika kidogo kuwa tu wa siasa na mambo ya uhusiano wa kijamii ule kwamba hawa ni ndugu zetu walitusaidia, mm -hmm. na nini. Umesikia, Netumbo alikuwa hapa, alikaa miaka sita hapa Tanzania wakati wa harakati hizo, akiratibu shughuli mbalimbali za Swapo, chama ambacho kinaongoza kule, uh, Namibia tangu wanapata uhuru mpaka sasa.